Mimi ni mwenyekiti wa UKWATA shule ya Bukoba Lutheran Secondary School. Kwa majina yangu naitwa Egina Alex Alexpo. Mimi kama mwenyekiti ningependa kuwashauri wenzangu wanafunzi, katika mkutano wa Pasaka tunajifunza vitu vingi sana, hivyo basi wenzangu wanafunzi wanapaswa kuhudhuria katika mkutano huo, kwa sababu ni mengi tunapata pale. Kuna semina mbalimbali tunafundishwa na, wa, na walimu mbalimbali wa dini, na wa dini na wainjilisti watu mbalimbali viongozi wa dini wanatufundisha semina hiyo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunavipata katika semina hiyo, tunajifunza mengi yanayotoka kwenye jamii na pia tunayahusisha na mambo ya kibiblia ki zaidi. Kwa hiyo tunajifunza vitu vingi kupitia hivyo, lakini pia licha ya hayo kuna mengi ambayo tunajifunza kuhusu kuchangamana na watu tunapata udhoefu, je, hawa wanavyoishi jamii mbalimbali tofauti zinavyotofautiana katika maisha, si ndio hivyo? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo pia katika mchangamano huo wa wanafunzi mbalimbali, lakini pia pale kuna michezo mbalimbali, watu wanaburudika, wanapata burudani kwa kuhudhuria mkutano huo. Kwa kuna vingi ambavyo tunavipata pale tukiwa tunahudhuria kwenye huo mkutano. Hivyo basi, ninawasihi wanafunzi wenzangu muhudhurie katika mkutano huo, kwani mkutano huo una faida kwenye maisha yetu sisi ya kidunia tunayoishi. Unajua, tunakutana watu wengi mbalimbali mbali, katika sehemu mbalimbali tunajifunza vitu vingi kwao, inatubidi sisi kama sisi tuhudhurie kwenye mkutano kama hiyo ili tuweze kupata mafundisho ya Kikristo zaidi na tuweze kuelimika Kikristo, tuwa Wakristo ambao ni wakamilifu. Inatoa ushauri kwa wazazi kwamba wasiwabane vijana wasiweze kuhudhuria nini mkutano wa Pasaka. Hivyo wawaruhusu kwa wingi, kwa sababu mkutano huu una faida, unajenga maisha ya kijana kama mkristo wa kweli. Kwa hiyo wazazi wawaruhusu vijana wao ili waweze kuhudhuria mkutano huo, kwa sababu mkutano huu hauna hasara, bali una faida kwenye maisha yao. Wanajifunza vitu vingi, wanageni vitu vingi ambavyo vitawasaidia huko mbeleni wanakoenda hata historia hii unajua pia kupitia mika, mikutano mbalimbali mbali hii, tuna, tuna jenga connection. Ndio hivyo, hii unakuta connection kwenye maisha ya kidunia kawaida. Hii unakuta mtu umehudhuria Easter conference umekutana na mwenzako, mkachangamana, mkaulizana, mkaishi vizuri, lakini ukija kutoka huko nje, mka expose huko nje, kuna vitu vingi ambavyo yani mtasaidiana, sababu kwa sababu mojawapo inaweza kuwa kujenga umoja, ndio hivyo ukiwa kuna vikundi vya dini mashuleni hiyo inasababisha umoja unakuwepo kati ya watu. Ina maana watu wakishirikiana wakafanya kazi kwa nguvu moja kwenye kikundi wanaweza wakajenga umoja na wakashirikiana kwa wakati mmoja, si ndio hivyo? Hivi hata katika mazingira ya nje, tunapotoka huko, ukiwa kuna vikundi kama hivi, labda kuna viongozi wamechaguliwa waweze kutumikia tawi, si ndio hivyo? Kwao unakuta namna fulani ile kujituma mtu anavyojituma anavyofanya kazi ile kwa umoja, anavyofanya kwa umoja kwenye kile kikundi. Kwa hiyo unakuta labda inawasaidia, inawajenga waendelee kuwa na umoja, hata utakapotoka huko nje, wawe na umoja katika vikundi vingine mbalimbali mbali.